Waziri wa Ardhi Bi Charity Ngilu amejiondoa kutoka afisini mapema hii leo ili kutoa nafasi ya uchunguzi dhidi yake kufuatia madai aliyoshinikiziwa ya kuhusika kwenye ufisadi. Ngilu ambaye amekuwa waziri wa, wa Ngilu ambaye amekuwa ni waziri wa, wa tano kujiondoa mamlakani, amewalaumu watu wenye ushawishi mkuu serikalini kwa masaibu ambayo anayapitia kwa hivi sasa, huku akitoa hakikisho kwamba atarejea katika afisi zake zilizopo za katika jumba la ardhi hapa jijini Nairobi, kama alivyotuarifu Alimanzu. Waziri Ngilu amesema hajafurahishwa na hatua iliyochukuliwa na Rais Uhuru Kenyatta ya kumtaka aweze kujiondoa, ingawa alikariri kwamba ana unga mkono vita dhidi ya ufisadi kwenye taifa la Kenya. I step aside a proud, satisfied Kenyan woman. Charity Kaloki Ngilu anakuwa waziri wa tano kujiondoa afisini ili kupisha uchunguzi wa madai ya ufisadi katika Wizara ya Ardhi. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri Ngilu ambaye tayari ashampokeza mamlaka kaimu waziri Daktari Fred Matiang'i amewalaumu watu wenye ushawishi serikalini kwa kulemaza jitihada zake za kuwahudumia Wakenya. Waziri Ngilu anajiondoa akiwa na uhakika kwamba baadhi ya wanaoshtumu utendakazi wake walipewa fursa, huku wito wake wa kuzitaka asasi muhimu serikalini kuchunguza wizara hiyo zikipuuziliwa mbali. When they launched their strategic plan, they say they will be very proactive in what is happening in the ministries. So when I hear my name just being read, it surprised me. Na huku akiunga mkono vita dhidi ya ufisadi vinavyoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, Waziri Ngilu vile vile ameilaumu serikali kwa kuwa na upendeleo. And therefore I will support the president in all ways to fight corruption. However, it cannot be selective taarifa well za kujiondoa kwake zimetolewa hapo jana, lakini hakuweza kuzungumza na wanahabari baada ya kuarifiwa kutokuwa nchini. Tayari mawaziri watano wamejiondoa ofisini kupisha uchunguzi. Kinachosubiriwa sasa, mtazamaji, ni kusikia baadhi ya madai ambayo amelimbikiziwa kutoka kwenye ripoti hiyo ambayo itawasilishwa hapo kesho bungeni ili kujadiliwa. Ali Manzu,